Kondo, Simba mnayoijua, Simba ndo tunaijua. Umesema kodi umenipa wewe, ko hii ndo Simba unayoijua kwa sababu nimekwambia tunaijua. Wewe jana, wenzenu wakitaka kufusha ubani wanaeka ah, vyubani tu e, vidogo. Nimechoma hadi magome ya miti ansi ujajuu. Swali umesema kodi ya Simba kuijua umenipa wewe. Kwa na unamaana hii. <laughs> Simba ndo unayoijua nimekwambia, hii kodi lim Safi. Tuko vizuri, niko poa kabisa. Tia neno kwenye mechi ya leo. Hii ndio Simba tunaoijua sisi. Eh? Eh? Mimi naomba, mimi naomba eh, eh, eh, hii ndio Simba, niongee hapo hapo samani. Alikosema hii Simba eh, hii. Kuna kitu kimoja mimi a sijakizungumza eh. Yaani siku zote eh. Yani hii from my heart. Eh. Simba eh, akianza kucheza Yanga huu uwanja eh. Mechi ya kimataifa yetu ngoja ngoja auta endelea eh. Mechi yoyote ya kimataifa yani, eh. akianza Yanga eh. akija kucheza Simba eh. Yaani mechi inakuwa ngumu sana. Kwa nini? Mimi yaani, ndo nakwambia hivyo yaani, haijawahi kutokea mechi zote za kimataifa fuatilia, ambazo ameanza kucheza Yanga, sisi tunamalizia yeah. Mechi inakuwa ngumu sana. Ko, ndo Simba mnaoijua Simba ndo tunaijua. Umesema kodi umenipa wewe yeah. Ko, hii ndo Simba unaoijua yeah. Kwa sababu nimekwambia tunaijua wewe jana, wenzenu wakitaka kufusha ubani wanaweka viubani tu vidogo. Ah, nimechoma eh, nimechoma hadi magome ya miti. Ansi hujajibu swali umesema kodi ya Simba kuijua umenipa wewe <laughs> kwa hiyo na maana <laughs> hii Simba ndo unayoijua yani, cha kushukuru kwamba Simba alikuwa kashatangulia goli tatu ila light kwamba Simba angekuwa kwamba hajatangulia goli tatu mechi hapa ingekuwa ngumu, ingekuwa kama goli moja au mbili, mechi ingekuwa ngumu. Lakini kwamba tuseme kwamba yote kwa yote tunashukuru Watanzania wote tumefuzu kwenye hatua ya makundi Yaani Watanzania wote tumefuzu kwenye tun, kuna pointi tunaziongeza, itakuja kufika, ila sema sasa, kinachotukosti sisi watanzania ni umoja, hatuna umoja. Ila tungekuwa na umoja, tungekuwa tunaingiza hata timu nane hapa Tanzania. Hiyo hiyo ndo shida kwa sababu yani wewe mwe, mimi sitaki Simba afanye vizuri ya, wa, ya, wa Simba hataki Yanga afanye vizuri, hilo ndo kitu ambacho kwamba ana hata kama mechi kiwa ngumu, lazima mtu useme kwamba fulani kaharibu hmm. Kwa sababu wa mediali wakati wanaenda kule kuwafungawa, alisema kwamba tunatamani watoke wote wabaki wao kama wao, maana tayari kwamba ni chuki tunapandikizana sisi wenyewe kwa wenyewe, ila lakini kwamba sisi tunapandikizwa na wasemaji, na sisi mashabiki tutakuja kufuata mkumbo, lakini light ni kwamba ndio ndio maana maana naongea yani, sio kusema, naongea sio na kusema kwamba wasemaji wanakuja kutupandikiza sisi wa mashabiki chuki, ili tuweze kuchukiana, lakini kwamba light lakini lakini, sometimes lakini, wakikaa wao lakini kwa wao wanakuwa wanaongea vizuri, lakini sisi tunakuwa tunafuata maneno yao fanyiwe, tu, sisi wa Tanzania kwenye mechi za kimataifa tuchukizane, kwenye ligi yani, ligi ndo tuchukizane, kwa sababu mimi huku natafuta ubingwa natafuta natafuta CRDB natafuta swilling huku natakuwa tufanye hivyo, lakini tukifika kwenye kimataifa tunaomba kwamba Tanzania tuwe kitu kimoja, kwamba Tanzania tuanze kuogopeka Yani, watanzania tuanze kuogopeka. Kwa hiyo sasa, tunachokiomba tunachokiomba mashabiki wenzangu ni yani, kwa mashabiki wenzangu wa Simba na wana Yanga kwamba kwenye mechi za kimataifa tunaomba tuwe wamoja wa ili tuendelee kufanya vizuri kwenye kimataifa. Simba, umeonaje leo? Ah, Simba nimeona iko vizuri na wamecheza vizuri, ila lakini sema hawakuonyesha kile kitu cha ndani, kwa sababu walikuwa na mtaji wa magoli matatu, ila light kwamba wangekuwa na mtaji wa goli moja au light, light wale wangepata goli kwamba nungeiona Simba ambayo kwamba inatakiwa kucheza, lakini yote kwa yote Simba imecheza vizuri, lakini kwa sababu haijaonyesha makeke kwa sababu ilikuwa ina, ina, ina advantage ya goli tatu. Shukrani sana. Amina, amina.